Viongozi leo tumeweza kukusanyika pamoja kuweza kujadiliana na kuweza kupata mafundisho ya kuweza kujifunza vitu hatarishi ambazo zinaweza katokea katika maeneo yetu ya kazi na kuweza kuhatarisha eh, maendeleo ya taasisi yetu. Vitu hivi vinaweza katokea katika mazingira ya kifedha, katika mazingira ya utendaji wa ya kawaida. Vihatarishi ya kuwa chanya vinaweza kuwa hasi, lakini tuvitambue hivi vihatarishi mbalimbali na kuweza kutengeneza orodha ya hivi vihatarishi vinavyoweza kutokea kwenye taasisi yetu, na hatimaye eh, kuathiri maendeleo ya taasisi. Lakini tukitambua hivi viashiria vya afya, tukatengeneza njia mbalimbali ya kukabiliana navyo, itaweza kufanya sisi kama management kuweza kuongoza taasisi vizuri. Tumekuwa vilevile tukitekeleza azma ya rais wetu mtukufu Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kuweza kufikia huduma tiba mkoba na kuweza kufikia kila mwananchi pale alipo na kusogea masumuraao. Ni muhimu sana kwa ajili yanasaidia ku ku identify kwanza, risk identification, kuzijua risk ni zipi, lakini jinsi ya kuweza kuzimanage na kuweza ku kuweza kusaidia utekelezaji wa malengo ya, ya taasisi kulingana na mpango mkakati wa taasisi tunapoweza kubainisha ku, ku, riski ambazo zinazoweza kusababisha taasisi yetu isiweze kufikia malengo yake tunabidi tuzipangie njia ya kuweza kukabiliana nazo, yani mitigation measures. Lakini pia kama zinaendapo zinahitaji bajeti, tuweze katika kuweka katika bajeti na kuweza kuhakikisha kwamba bajeti inakuwepo na tunatekeleza mpango wetu wa kwa miaka mitano na miaka moja, moja kila mwaka kisha so kwamba taasisi yetu inafikia malengo yake. Tumejifunza vitu vingi kujua jinsi gani utajua, kuna viashiria vya uhatarishi na jinsi gani ya kutriti hizo vihatarishi vya kwenye taasisi. Kama tunavyojua taasisi yetu ina ipo kwa ajili ya kutibu magonjwa ya moyo kwa maana hiyo tumefundishwa jinsi gani tunaweza kujua viashiria vya uhatarishi na jinsi ya kuvi kuvi overcome.